Ukae na pacha mwenzako dat, muone namna mnavyoweza kupeleka service ya validators kwenye maeneo kama, nitaje eneo moja ambalo hamwendi kule Mbezi. Kule Mbezi watu hawafiki kwa sababu mabasi kule hayaendi kwa sababu hakuna, hakuna validator. Ninyi mnaweza kutafuta hata containers mkaziweka kule watu wakanunua tiketi zao kule, wakajazia kule na kuvalidate uh, uh, uh, uh, kadi zao waingie kwenye mabasi huku. Tunachohitaji sisi ni kuona huduma inafanya nini, ina, inaongezeka. Ziara hii ilikuwa na lengo hilo, lakini pia serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni ishirini kwa ajili ya ununuzi wa mabasi mapya tisini na tisa. Nipende kusema kwa furaha kabisa kwamba katika yale mabasi 99 tayari mabasi 49 yameshafika bandarini. Kwa hivyo, muda mfupi ujao mabasi haya yatakuwa barabarani, ili yaweze kuongeza huduma kwa kwa watanzania wa wakazi wa Dar es Salaam. Tumefarijika baada ya kumwonyesha kwamba vipuri vimefika na kazi ambayo imeendelea kufanyika kwao. Tumeonyesha kwamba kuna mabasi ambayo yanaweza kupunguza ni malalamiko au tunasema changamoto ambazo zilikuwa zinaikabili kipindi ambapo tulikuwa tuna basi machache. Mwanzoni, ilikuwa ni kama ni majaribio zaidi. Sasa hivi baada ya kipindi cha miaka karibu tisa, zile preventive maintenance za kila wakati lakini na zile routine major lakini zile kia maana za in-house training, kuhakikisha ule mafunzo ya mara kwa mara kwa madereva na mafundi yanafanyika na kimsingi kuhakikisha kwamba hajitokezi tumepia na, tuko na mkataba maalum pia na watu wa NIT kuhakikisha nakuwa ni sehemu ya kuweza kutoa elimu kwetu mara kwa mara kwa unapitisha, na pia vilevile, tumeweka mkakati kwamba kila dereva atakayeajiriwa lazima atakuwa na cheti cha NIT ambacho kinamwonyesha amefuzu kuendesha mabasi ya NIT, yaamini ya, ya mwendokasi. Kwa kupitia hiyo tunategemea kwamba zile changamoto hazijajitokeza tena.